Jeshi la polisi nchini limetoa ufafanuzi juu ya matukio yanayosambazwa kupitia vyombo vya habari, ikiwemo la majina ya watu saba wanaodaiwa kukamatwa katika mazingira yanayodaiwa kuwa ni ya ukandamizaji. Taarifa iliyotolewa hii leo Oktoba kumi na saba na msemaji wa jeshi la polisi nchini imeeleza kuwa watu sita waliotajwa katika taarifa hiyo walikamatwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria wakituumiwa kwa makosa mbalimbali mbali ya kihalifu ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Taarifa hiyo imeeleza kuwa watu hao wanatuumiwa kufanya uchochezi na kuhamasisha maandamano kinyume cha sheria. Waliokamatwa ni pamoja na chifu Adronius Kalumuna, Paulo Shijason, Musisi Daniel, Damiani Lwebugisa, Egbeti Kalokola Kilese, Ramadhan Fadhili na baziri waziri. Aidha, katika tukio la pili, waandishi wa habari wa walitaka ufafanuzi kuhusu taarifa za Godbless Lema aliyedai kuwa usalama wa maisha yake uko hatarini kupitia mitandao ya kijamii ambapo polisi imeeleza kuwa wanafuatilia suala hilo. Jeshi la polisi linaendelea kufuatilia suala hilo kwa karibu na tunamsisitiza afike katika kituo cha polisi ili awasilishe taarifa hiyo rasmi kwa mujibu wa taratibu za kisheria, ilieleza sehemu ya taarifa hiyo yes.